Kulingana na wafanyikazi wa hoteli hiyo, vijana hao walishambulia majira ya mchana, wakivunja madirisha na kupora vinywaji kama vile pombe pamoja na fedha taslim. tumeingiliwa na guns hapa ndani nao guns. Wakati waliingia, walianza kwa kurusha mawe. Wakati waliingia, wakaanza kupasuapasua vio, wakatuharibia mali yetu hapa ndani, wakaiba vitu kwa jikoni, wakaiba, wakaiba TV wakaiba pool. Wakabeba na pesa za pool ndani, wakanibia stock yangu nilikuwa nimeendea na ikachukuliwa. Walikuwa mbeba mipini kwa mikono na wengine waliingia wali kuruka kwa ukuta, venye waliingia walikuwa narusha mawe, wengineo walikuwa wengi. Lakini kufaulu wenye tulifaulu ni ile, hatujapata hatu majeraha sisi, ila kuna mtoto mdogo ndiye aliyepata majeraha. Walimpata kwa njia, alikuwa mbeba sufuria, alikuwa ametumwa na mamake. Meneja wa hoteli hiyo Geoffrey Kitutu amesema washambuliaji hao walionekana kulenga kuhujumu biashara hiyo, akiripoti hasara asare inayokadiriwa kufikia mamilioni ya pesa. Anatoa wito kwa vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa haraka na kuwakamata waliohusika. Wakaingia jikoni, wakang'oa kila kitu iwe chakula wakabeba, wakapasua vioo, wakaiba vitu, wakachukua TV, wakachukua viti, wakachukua mali zaidi ya milioni moja na elfu mia nane, ambayo wamefanya uharibifu hapa, wakasulti staff yetu, wakawaumiza wakachukua vitu wakaondoka. Lakini vile hao vijana waliingia ndani, kuna kikundi ya pili iliingia, ilikuwa e, inashauriwa ama kupewa masharti na mtu anaitwa Rombosia. Polisi wetu wachwele wafanye uchunguzi wa haraka na wasifanye uchunguzi ku, ku, kulingana na masharti ya mtu fulani. Mke wa mbunge huyo Janet Majimbo amelaani vikali tukio hilo akizitaka idara za usalama kuongeza ulinzi kwa familia yao, akidai kuwa kundi hilo lilitoa vitisho vya kuvamia makazi yao. Naomba security agencies up their game. Because at the time when all this happened nilipigia OCS Chwele simu, na la kushangaza OCS aliniambia yeye hayuko station, na maafisa wa usalama pia hawakuwa stesheni. Akaniambia wote walikuwa deployed kwenda ku supervise mtihani, na that is why hiyo uharibifu ilifanyika. Hivyo walichukua, walipata muda wa kutosha kufanya uharibifu, wakamaliza na wakateremka kuja nyumbani kwa mheshimiwa. Vile tumesimama hivi, walio nyuma yangu na wengine ambao wako hapa walikuja kushika doria. Wakaazi wa eneo hilo wameelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la ukosefu wa usalama, wakisema kuwa huenda inachochewa na harakati za kisiasa kabla ya uchaguzi mdogo ambao umetarajiwa kufanywa tarehe 27 mwezi huu. Wombeni tu kura kwa, kwa njia ya amani. Mumetoka hapa tena mnaenda kuharibu tena pombe la mheshimiwa, hiyo ni nini? Muko na uhuru ya kuombea mutu yenu kura, mheshimiwa pia yako na uhuru ya kuombea mutu anataka kura. Tusiharibu property za watu, tusikuwe na chuki. Mimi ni, ni chirani ya mweshimiwa. Mweshimiwa ako chuu na mimi niko chini. Sa nilikuwa tuko poma nikaona watu wamepepa vitu wanapita kwangu, alafu mwishoye umati ingine iliniingilia kwa poma wakaninyang'anya simu yangu. nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Adira, Aruninga, Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.